Watazamaji wa Chivihi Media, baada ya changamoto ya muda mrefu ambayo wamekumbana nayo wakazi wa kata ya Magomeni Mtwara Manispaa ya kukosekana kwa zahanati, serikali imesikia kilio hicho, na kwa sasa wamekwisha kamilisha zahanati hii ambayo unaiona katika maeneo haya ya kata ya Magomeni. Wananchi wameipongeza serikali kwa kazi hii ya kukamilisha ujenzi huu wa zahanati kwenye kata hii na sasa wananchi wanapata huduma ya afya katika maeneo yao haya. Kweli hapa tulipo hapa awali hapakuwa na zahanati, walikuwa na kilabu hapa, walikuwa na tabani moja. Kwa kweli tulikuwa tunapata adha sana masuala ya huduma ya afya, tukapapambania hapa, kwa hiyo jamaa mbali fanya kilabu hapa tayari, yani alishaona kwamba ili eneo lipata kutaka kujimilikisha akawa na kesi kubwa sana, kwa hiyo wananchi kama wananchi tukashinda. Kwa hiyo mapendekezo yetu ni kuweka zahanati ili tupate huduma ya afya kwa sababu tulikuwa natabika sana, na kweli tunashukuru sana tawala mama Samia, kiwemo na mbunge wetu kusahau ili na diwani wamesikia kilio chetu, baada sisi wenyewe kuanzisha <coughs> na ujenzi kwa nguvu zetu sisi wenyewe, wao wakatuona, wakatusikia, kwa kweli wakatusaidia, tuletea kiasi cha pesa ambacho kimetufikisha hapa tulipo, na mpaka sasa, kwa kweli tunashukuru. Kama ni huduma ya afya kidogo, yani hii zahanati imepunguza ile kasi ya watu kutabika sana kutembea mbali mrefu ili kupata huduma. Kwa kweli ipo hapa, kumshukuru Mama Samia utawala wake. Sisi kama wana Matopeni, kata ya Magomeni, Mtwara mjini, tunashukuru sana kwa hilo. Kwa kweli io, yeah, kwa kweli nashukuru sana kwa kutupa, yani mpango wa zahanati. Tulikuwa tunapata shida ya kwenda mbali mbali mno wajawazito watoto basi tu wote tu kunapata shida sana eh, shida nyingi eh. Lakini na rais yani namshukuru naye vile kwa eh, uwezo wake eh, aliyotufanyia. Mama mzuri sana, tunashukuru tunashukuru kabisa eh, tunashukuru rais kabisa. Kabla ya ujenga ile zahanati, kwa kweli wananchi wa Magomeni walikuwa wanapata shida sana walikuwa wanategemea sana sana Ufukoni pamoja na Likombe na lilia adha kubwa walikuwa wanapata, hasa wamama wa wenye wa watoto wadogo wanaopata na homa za usiku wa walikuwa wanapata shida kutoka Magomeni kuelekea Ufukoni au Likombe. Kwa sasa Mwenyezi Mungu tunamshukuru, tunawashukuru wananchi wenyewe kwa jitihada zao, waliamua kuchangana kila mwananchi atoe shilingi elfu moja bahati nzuri ikapatikana kama milioni moja na kama na laki moja manispaa wakatuongezea pesa milioni kumi. Wananchi wenyewe wakaamua kujitolea kwa nguvu zao, wakaja wakatengeneza msingi. Baada ya kuja viongozi kutoka manispaa kuja kuweka mazingira ya ramani sawasawa, wakachimba msingi, tukashirikiana nao, tukamaliza msingi. Baada ya kumaliza msingi, serikali kuu ikatoa fedha milioni hamsini nikatufusha mpaka kwenye hatua ya kujenga jengo pamoja na kuwezeka. Baada ya hapo wakaongeza tena milioni mia kwa ajili, milioni hamsini kuja kumalizia jengo la zahanati na milioni hamsini kwa ajili ya vifaa tiba. Kwa sasa wananchi wanafurahi sana baada ya kuanza kutoa huduma hizi, na sasa niombe tu serikali, sababu nimekaa hapa leo Jumamosi ya usafi tangu asubuhi zaidi ya watu watano sita wanakuja kwa ajili ya kuleta watoto na wenyewe ambao watoto wamekutwa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa na homa sasa niombe serikali kuu na manisipa kwa ujumla, kama kuna uwezekano basi huduma zipatikane masaa 24 na waje watujengee watu, jengo la n daktari moja na huduma mama mtoto ili huduma zipatikane masaa ishirini na nne. Nafikiri kulikuwa na mwananchi walikuwa analalamika swala la kupewa fidia majumba yao, ambao wanasema kwamba yanabomoka. sasa nao ni waombo wathamini pamoja na manispaa waje wawatembelee hawa watu ili kuondoa malalamiko, sababu wakifurahi hao hata basi, hospitali yetu sisi tutakuwa tunafanya kazi kwa kujiamini yeah. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais raisi Mama Samia kwa kutuletea hii zahanati kwa sababu tulipata umbali sana kutoka hapa mpaka Ufukoni au tunaenda Magereza, na ilikuwa kazi kubwa sana. Sasa alipotuletea zahanati kata hii, nashukuru sana kwa kazi aliyofanya kubwa, pamoja na mheshimiwa mbunge kwa kazi yake kubwa aliyofanya mpaka kuipata hizi zahanati, pamoja na mheshimiwa diwani wamefanya kazi kubwa sana, na baada ya kuwashukuru sisi wananchi hatuna kitu cha kuwapa mradi tukwashukuru Sababu wengi wamepita bado wa hawajaonyesha kitu kama hiki. Leo yeye kupambania mpaka kupata kitu kama hiki na Mama Samia. Maraisi wengi wamepata wamepita bado hatujaona msaada wao. Lakini yeye ametuletea msaada mpaka kuipata hii zahanati. Tunapata huduma karibu. Nabii tumshukuru. Mwenyezi Mungu azidi kumwendelea askari wote, serikali wote kwa nguvu anayoifanya kupambania wa huko kusini kupata maendeleo kama haya. Bila hivi haiwezekani. Ila yeye inawezekana. Ye Mitano tena lazima ipate.